Zaidi kwa kota ya pili ambayo ni kubwa e, kwa mwezi ambao umeisha jana e, tulikuwa tunapaswa tukusanye trilioni nne na bilioni kumi na nne e, lakini mpaka tunamaliza jana usiku tumeweza kukusanya trilioni nne na bilioni mia moja thelathini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 Uh, kujitoa kulipa kodi kwa hiari voluntary tax compliance imeongezeka. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kujenga vitu viwili vikubwa, vya kwanza kujenga uchumi himilivu. Nyiye mnajua tumepitia uh, Oktoba, Novemba na Disemba